Kwa hivyo, kwenye exclusive interview leo niko na Ostaz Juma na Msoma. Tuna story nyingi sana za kuzungumza naye hapa. Moja vitu ambavyo navipenda sana kutoka kwako, umekuwa ni miongoni mwa watu wa kwenye sanaa ambao unazungumza ukweli, yani huogopi katika nyanja ipi kwa wakati gani, lakini ukweli lazima uzungumze. Hiyo kali ya kuzungumza hicho kitu, kuna kipindi ulishowahi kupata paka kesi na nini, nafika time ambapo unafikiri kwamba sasa hichi inabidi nikipunguza sijasija yeah. Kufikia hicho kitu yeah. E, na sijai kufikia hicho kitu na sidhani kama yeah. Itatokea siku ni sizungumza ukweli yeah. Ukweli lazima uwekwe wazi mm. Kwa wasani wetu mm. E, ili watu wajue sanaa Tanzania iko hivi, tunapodanganya sana uh -huh. Watu wanajua sanaa inaingiza mapato makubwa sana mm. Watoto kufikia kuacha mashule kuenda kwenye sanaa, kumbe sanaa bado iko hivi mm. Watu wana fake life sanaa mm. sana. Mm kwa kweli ndio mm. maana sisi tunajitoa kuzungumza na kusema kweli. Muziki wa Tanzania mm. wa umefahamika kwa muda mrefu sana. Unavyoona ulikotoka na hapa tulipo hasa. Unauona, yes? Naona kama mnavyoona nyie muziki umefikia, oh, pazuri, right. Nafikiri nani anafikisha muziki? Kuna Likiba, kuna Diamond. Jua e, wapo wengi ndio, lakini Harmonize kajitahidi pia kwa, kwa kiasi chake yeah. so, Harmonize ndio msanii wa kwanza kuimba nyimbo za Kiingereza na zikapigwa mitaani na zikaimbwa zika na watu mpaka watu yeah. Sasa hivi wakaiga yeah. e, kwa watu walikuwa kuimba nyimbo kwa Kiingereza anaogopa, anaimba nyimbo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Kizungu yeah. Ah, anaimba nyimbo kwa Kizungu, mm. nyimbo kwa Kizungu? Mm. Lakini Harmonize kaimba wimbo mzima wa Kiingereza mpaka watu mitaani wanaimba

Kwa nini? Anaiba singeli na muziki mingi ya tofauti. Ah, sija kusikia kama, wana, kama wana, ni eh, ah, na wakichukua msanii wakimsaini inakuwa ni gumzo kwa mtaani, kuna msanii mpya. Hivi imefikia hata tu mpaka sasa hivi mwaka wa pili kuna msanii mimi sijui mpaka leo A, mi simjui hivyo, si mjui simjui simjui kabisa, si mjui afanye nini hili basi afiki unaotaka afiki mpaka yajulikane na watu kama nyingi aya, chakufanya labda yeah, awe kama Anko T au Noeli <laughs> ndio nitamjua. <laughs> apite, apite, apite katika mapigo hayo, hey. Tutajua hapo kuna msanii a, hey. a. <laughs> Tutarudi huko, ukuliko, ulipopataja uh, juzi ametoa wimbo friend zone, miongoni mwa nyimbo nzuri sana of course, atamenye na upenda lakini amemweka msanii wake wa zamani Ibra na Ibra anaonekana kutoka kupush. Imeboa maswali mengi, wanasema kwa msanii ambaye amekuwa naye kwa muda mrefu amemtoa, anashindwa kupush, ina maana gani hasa kwa msanii mwenyewe Harmonize na Ibra kwa ni ngoma za Harmonize na za Ibra alikuwa na zipushi ni Harmonize mm -hmm. au ni Ibra um, mwenye nyimbo na napushi sasa, subiri. So, so ni kuuliza swali Ibra mm -hmm. alikuwa yupo Konde Gang kupata msaadili apushiwe, afike mbali na watu wamjue na aliyekuwa akimpushi ni Harmonize, yeah. Ina maana Harmonize ndio mwenye kupushi muziki na wasanii hii bwana, mm. Chochote cha kufanya hata ingefanya isinge isinge uh, saidia chochote kile eh, yeah. Ni mambo tu mnaibua yenyewe maswali hayo mkitwani, lakini hana uwezo. Kama yeye ameshindwa kupushi ngoma zake, atapushi ngoma za mtu mwingine? Ngoma yake ipi aliyopushi ikasikika? Ila labda ile aliyotoka ndio kidogo tu, oya oya oya oya sasa hivi oya oya, hakuna tawya oya eh Ee, lakini kuna watu wanasema kwamba inaonekana kuna ubaya, hamna ubaya wote. Amonazi ana ubaya na mtu bwana, mtooahaahnda kukulia mkia huko tokopeni basi, kwa sababu asahivi ameshapotea, anafanya chakatuchaka jana nimeona amepost tu, ameenda kufanya Kigamboni, si shoo hasa hmm. alivyokuwa kondiga fya shoo za Kigamboni za kijiji hiyo ni chaka tuchaka, hiyo hiyo ndio chaka tuchaka, imeanza imeanza, amemshika ame, ame, Diamond ame amemshika mkono, kamshika mkia, kamshika mkono, kamshika mkia, sitaki eh? ka ka mkia. eh. hmm. eh? Iba... kumpa mtu kiki. Eh. Sasa eh? kumpa mtu kiki. Sema mtu. Uh -huh. eh? aki, aki kwa sababu kupotea kashapotea, tunapoendelea kumzungumzia kama tunazidi kama familia baada ya kufeli huku akitaka kuamba msamaha azungumza kweli mbele ya wa Watanzania kwamba jamani, nilipotoka, nilikuwa nipo nasema uongo, ni hivi na hivi, ukweli ni hivi. Hapo hmm. atasameheka, sio kurudi tu, umeshadanganya Watanzania huku, alafu uja umbe msamaha kisirisiri. hey. alafu ushachafua hey. ushakunya, umekunya mishuzi yako huku nimeona ni, ni, ni, ni pia Harmonize uh, amesubmiti ame, ame ngoma zake kadhaa kwenye tuzo za Grammy yeye hmm. mtu ye, furaha pia na ngoma zingine nyingi pia wasanii hmm. wa Tanzania mponaona amesubmiti kwenye ngoma na nini mbo zao Grammy. Hasa msanii gani mponaona wakau wala anza kaipipisha Tanzania kidogo, tukaona tuzo kubwa kaja Tanzania? Harmonize, hamna mwingine. hmm. hmm. Harmonize ndio msanii ambaye anaweza kaleta tuzo hapa nchini kama watu wakitenda haki wakifaya, wakitenda haki hakuna, yeah, zaidi ya Harmonize, yeah, Harmonize kaja yeah, nyumbani mm -hmm. niniona ni pia um, uh, Harmonize, uh, Alikiba na, na, na Diamond wameachia ngoma kwa wakati mmoja, huyu mm. ameachia friend zone, huyu ameachia sela na huyu mwingine pia akaachia aka, aka goma lake huku Sasampa. Ostaz, wewe unajua mziki kwa undani. Msanii gani ambaye ametoa nyimbo ambayo ukisikiliza mwenyewe kabisa kwa jicho lako na sikio lako unaona hii ni nyimbo hii. Kwa kweli ngoma sasa hivi sijasikiliza, kwa kweli niseme tu kweli, sijasikiliza ngoma, this, yeah, mm. Kwa kweli, yeah. Sijasikiliza ngoma. Yeah. Na hiyo ngoma hiyo iliyochukuliwa ngoma ya maneno ya yule shoga yule yule mtoto wa kiume anajifanya mwanaume mwanamke, yeah. pia sijasikiliza kabisa, nitasikilizaje mimi mambo ya kichokotoko Imba, m -m -m matusi nani? Ah. Sasa <laughs> kama mtu ambaye ni mwanaume anajifanyia mtoto wa kike anatoa maneno anatoa msemo unaochukua wewe kuupublish kwa wananchi, jamani, kuna mwenzetu kafanya hivi na hivi, unategemea nini? Nataka nisikize wimbo kama huo kweli mimi? Eh, sasa hivi taifa liko sehemu ambao tunatakiwa tulipa support taifa, tumpe support Mama Samia Suluhu Hassan. Eh, tuunganishe wananchi wawe pamoja Kuenda kutangaza ushoga. Hmm. Eh, huku taifa linateketea taifa watu, wananchi wengine wanataka kupotezwa hmm, kwamba kwa kutolewa katika imani ya kwamba nchi yetu imetu ina amani, ina amani ina ina mshikamano wanapotezwa kifikra hmm, na kwamba tuandamane, tuandamane, tuandamane. Wewe kama msanii unaisaidia vipi taifa hili? hmm. Na we ni kioo cha jamii, maana wewe ni msanii, unajiita wewe ni msanii mkubwa hmm. Unatakiwa ufanye kitu gani ili wananchi wajue eh. Diamond pia amesema hivi na hivi na hivi, kweli nchi yetu ina amani, aliwaambia wafanye kazi na sasampa, pia maana yake ni ni pesa pale. Alitukana, alitukana afanye kazi alafu akamalizia, akamaliziaje maneno yale, sema wewe usisikia, fanyeni kazi, alafu akamalizia nini, yale waisha. Ni matusi sio ushawishi mtu, yeah. Mwe, mtu msanii yeah. Mwenye ushawishi mm. Ni mtu yule ambaye atazungumza maneno tenye hekima yeah. Na akafika mbali yeah. Lakini ukimwona msanii mm. Anazungumza maneno fulani labda yanadhaniwa kuwa na hekima ama kushawishi watu wafanye kazi yeah. Lakini akaungana na matusi yeah. Basi ni maana msanii huyo yeah. Jambo lake aliwezi kwenda viral yeah. Mpaka aunganishe tusi au afanye kitu, kituko cha ajabu yeah jambo lake litatrendi. Basi huyu msanii bado mariwali tumia neno sasampa, sasa au kusema lolote. Nani unapenda sasampa? Alisema pia Mario kwenye wimbo wake wa dunia ule. Ah, si simfuatilii eh, simfuatili Mario, Mario mm. kwa sababu ni mtu ambaye hana hana msimamo ma, kama hivyo kikama hivyo, tutasema mara kwa Harmonize kwa, denamo mimi mtu asiyekuwa na msimamo anampotezea See, see na nimeona ili kweli watu wamebua ome, maneno sana kwenye mitandao baada ya juzi kuonekana kwenye video ya Diamond ya sasampa mpaka posti na picha, watu wamemshambulia sana. Unahisi kwa nini Mariana ashambuliwa sana akiwa karibu na Diamond? Hana msimamo, alafu pia ni mtu ajitambui. Yeah. ana, ana msimamo na ajitambui, naaamini kipaji chake kama ndio yaani, na nahisi ni kama vile yeah. amefika hapo kwa bahati Uh -huh. Sio kwa juhudi na hajiamini. Unajua msanii anayejiamini msanii, mimi namkuna mwappreciate sana bro. Uh -huh. Kama Harmonize, Harmonize anajiamini naogopi chochote, Yaani uh -huh. anajiamini hasa Harmonize asema, bwana mimi ndio Harmonize, anaogopi chochote kile. Kuna ubaya mali yake karibu na Diamond. Ubaya gani ambao unaona kwake? Ah, hakuna ubaya wote ke... Sema watu washaanza kudhania, bwana huyu mtu bwana anapenda hiki <laughs> Eh? anapenda hiki <laughs> eh, <laughs> anapenda sasa sasapa bwana <laughs> Mtu kama anapenda sasapa hapo mwamfuata, huenda kusapapiwa huko. Anaenda kusapapiwa. Ah, si natuuma wasanii kama tunawategemea waenda kusapapiwa huko. Wanafikiri nini? Tunafurahia mtu akasapapiwe bwana. Yaani, kama wewe mtu kijana mtana shati hivi ukasapapiwe. Unaona sawa? Au unaona sawa? Tukupeleke. Tukupeleke. Sasa kama wewe hutaki, kwani unataka mali waende. Kama wewe hutaki kwenda, kwani unataka mali waende. Unataka amani. Akasapapiwe. Amani, yani kimzima. Wewe amani unahitaji? Usiwe na beef. Amani anaweza kuleta mali yao. Juks, juks, juks si. Eh. A a, Amani anaweza akaleta Mario. Nasubiri mbona huyo haendi kwa Harmonize. Hzona hakuna ajiamini, yule yule ndo ameshapotea yule, wale mtoto basi yule. Acha. Juks mwenyewe international yule yeah. Hatujui yuko wapi kama mkwe. mkwe. Alienda kama mwanamuziki, alienda kama mkwe mkwe, asubiri, alienda kama mwanamuziki, alienda kama mkwe. Usingize mambo ya kifamilia na mambo ya muziki bwana. Leo kipokelewa yeah. E, kifamilia, tension ya nini bwana? ya safi naye huko. <laughs> Mjanja bwana eh, eh, akishamuona eh, sehemu kuna upepo anautumia yaani jamaa kafyonza ule utamu wote alikuwa nao eh, umebaki kwa Dynamo. Yeye kaachwa kama tambara boy. Amesema Diamond a forever narudi. Pia kipindi kile naifanya ya kwanza, nakumbuka kuna support yako ilikuwepo pia, unaona kifanikiwa iya, mwakawa, Yaani kuna kuna event ambayo anaifanya ambayo labda anajumlisha matukio yake kuonesha sanaa yake, sanaa yake na mtu mwingine. Ah, huo ni uongo. Hawezi kuweka matukio yule yeah. Unajua matukio e? Yaani, yeah. Matukio yake yote alikuwa anayowafanya matukio matukio mm. Uh, matukio sanaa yake basi akatuonyesha huko ndio mnaenda kuona sinema kufa mtu. Labda kweli. Akionyesha ile sinema yake yake. yake. E. E, um, si yenyewe ndo mtajua jamaa kwa ana wapi. Nimesikia kwako, nimesikia kwako. Sitafunika vipi eh? kama hicho kitu, kitu, kitu sikijui eh. Kama kuna hicho kitu kinachokuja, nimekisikia kwako. Ilikuwaga hivyo? Walifanya nini juzi? Miaka ya nyuma. Au usizue vitu ambavyo wewe umeambiwa mwenyewe. Eh. Ndio unanipa habari hapa, ndio unajua. Yeah. Ah, kumbe kuna mambo hayo duniani bwana, ah, ah, tuendelee sana. Yeah. Mm. Mwaka huu pia kuna matukio mengi sana ambayo yanaendelea sasa hivi, nataka tumalize hili la mwisho. Uh, nimeona ni, ni ni nimeona juzi uh, Harmonize alikuwa karibu na baadhi ya wadada pia, wapao wengine watu wanasema kwamba Harmonize bwana, wanawake bwana ambao wanakuwa karibu nao sana, pengine ndio wanasababisha labda kwenye muziki wake sasa hivi. Kuna ukweli katika hilo mtu kuwa karibu na wanawake na mwingine kuwa karibu na wanaume wanaojifanya wanawake, ni kipi bora? Kama ni kikazi, kama ni kikazi, kuna namna. Wanaona ni sawa kwa mwanaume kwa sababu ni kikazi, kwa Harmonize akiwa na wanawake karibu, si kikazi Watu wanafaidi wanamuita diva sasa hivi, wamembadilisha jina wanamuita diva eh. Mama mkwe kamuita diva ah, mamkwe kamuita eh. Diva caller, lakini lakini lakini Diamond ameoa

hiyo. Okay, sawa. Tuko mwaka wa uchaguzi sasa hivi. Nimeona wasanii wana, wanasemwa sana kuwa karibu na, na mambo ya kampeni, uchaguzi na nini. Nimeona pia Roma pia ametoa wimbo wake. Uh, pengine hasa ushauri wako hasa kwa wasanii na, na, na masuala ya uchaguzi hasa. Watakiwa wasimame katika mlengo upi hasa? Maana nimeona maneno yamekuwa ni mengi sana kwa wananchi. Wasimame kwenye wana, wanasemwa sana wanapokuwa hawajali wananchi wasanii. Oh, nataka wajali vipi? Wasikize kile wanachokisema. Sasa mimi nasema tukapige kura hmm, kwa amani, tujiepushe na maandamano. Unataka yeah, wanisikilize kwa namna hiyo yeah, Ustazi? Nazungumza sasa ile official statement yako? Nazungumza ya kwamba nchi yetu ni nchi ya amani sana yeah. Tushikamane hmm, kwa amani hmm, tukapige kura turudi nyumbani yeah, kwa amani yeah, tujiepushe na maandamano ko unasema w wasanii wanisikilize, mimi mwananchi kama unavyosema. Ndio mi mwananchindio pia na mimi sawa na oh, wa ni, wa ni, wa ni kiocha jamii pia you, huh. Ah, sawa, ndio nakwambia hivi, mimi ni mwananchi yeah. Wasanii wamesimama na mimi ya kwamba kweli tukapiga kula <mumbe> tuna tiki alafu tunarudi nyumbani, hakuna maandamano. Sasa, na mimi mwananchi ambaye sitaki maandamano ushauri nini? Sasa mimi sijaona mtu mwenye mtimamu anayetaka maandamano. Naona tu watu, watu ambao kidogo wamechoka na maisha yeah. Watu ambao wamedata, watu ambao wanasema mi sifai maski Unakutana na mtu mtandaoni, nakwambia hivi mlilo si nini wewe, mafuefue si mafuere. Sasa ukimwona huyu hana maisha hana watoto hana nini mm, utamsikiza huyu um, mtu kweli? Yani uta, kwa akili zako una watoto na familia, utamsikiza ushauri wa huyu kweli, ukandamane? Mbona Roma pia ameshauri hiyo kitu? Pia Roma anaishi wapi? Marekani, aje basi tuandamane naye. Aje tuandamane naye sio tushuria? Yuko yuko Marekani, anawaambia andamaneni. Aje tuandamane naye, toa wimbo. Aje tuandamane naye. Mimi akija andamana naye andamana naye, lakini kama atoe oda? Yuko Marekani, mimi niko hapa, anambia niandamane eh? Ndio nakwambia hivyo. Wakati mwingine jamani, tusidanganywe, mtu asikwambie tu yuko Marekani anaandika kwenye kimtandao bwana, andamaneni eti na nanyie mwandamane, huo uongo.